Natamani kukuona kama mama mjamzito anavyotamani kukiona kijusi alichokibeba kwa miezi tisa. Ninaisubiri siku hiyo kwa shauku na bashasha kama Zakayo alivyokuya mtini kumsubiri Bwana Yesu. Ningalikuwa mrefu kama unju bini unuki, ningekutafuta usoni pa dunia kama shilingi iliyopotea katikati ya majani marefu. Ningalikuwa na sauti kama ngurumo za radi ningeutangazia ulimwengu ya kwamba yoyote aliyeko karibu nawe akufunge kamba kulete kwangu. Ningelikuwa na uwezo wa kufanya mazinga ombwe, ningeutuma upepo ukuletee ujumbe wa sonona yangu. Hata hivyo, natamani kukuona, natamani kuwa nawe saku kwa baku, zaidi ya msabato na mlokole wanavyoitamani mbingu zaidi ya, ya mti wa jangwani unapotamani walau tone la maji. Natamani ungekuwa mhitimu wa shahada, maana najua ningejiunga VETA nikakupata. Jokofu! <coughs> <coughs> Ewe jokofu, Ewe jokofu ufanyayo maji kwa yabisi, natamani kuganda katikati ya mikono yako. Ewe mbilimbi, nikikuona, utanipa chachu ya kupambana, utanichokoza, chokoza, chokoza, mwisho wa siku tutapatana. Ewe tausi mwenye mwendo wa madaha, tabasamu lako linanipa furaha. nisipokuona nitapata donda lenye damu na usaha. Sijui nitumie teleskopu, sijui nitumie hadubini ama darubini ya jicho moja, maana hata nikikuona nitatamani nikuone karibu yangu. Nikikuona sitotoa chozi, maana yote yamekwisha nikikulilia. Nikikuona nitakutazama mara tatu, kama kweli ni wewe, nitakukumbatia.